Oya watu utizama mahangaiko yako na upambanaji wako, kisha wanacheka, lakini hawaoni kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili ya maisha yako. Tafakari ya babu. Mwanaume, kabla ujiite mume au kuitwa mume, kumbuka ndoa ina mitiani aina yake. Mtihani wa kwanza lazima upitie ni uvumilivu. Mtihani wa pili ni hisia. Mtihani wa tatu ni matarajio. Kwa hivyo, mwanamume ukiingia katika sekta ya kuitwa mume, lazima ukue tayari kwa mitihani hiyo. Tafakari ya babu. Watu waliokuwa na mashaka kukuhusu wewe maishani ipo siku watakuja gundua ushupavu wako uliokuwa umeubeba kimya kimya muda huo wote. Tafakari ya babu. Ukiwa mtu wa maneno mengi, watu hutumia maneno hayo vibaya kugonga wewe, kinyume na wewe. Tafakari ya babu. Nimeenda.